Kwenye bara la Asia kuna hiki kisiwa kinaitwa kisiwa cha laana. Hiki kisiwa kimetengwa kwa siri kubwa sana, na watu wengi kutoka mataifa mbalimbali na mataifa tofauti huenda humo kwa pesa nyingi sana. Kuingia kisiwani humo, kwanza uwe na mkwanja wa kutosha kwenda kutalii. Kuna madhara na faida kwenye kisiwa hicho, yaani utapata faida na utapata hasara pia, ukiingia kwenye kisiwa hicho cha laana Ukiingia humo umri wako utakwenda haraka sana na kuwa mzee kwa muda mfupi tu. Ikiwa utataka uzeeke, basi itakulazimu uende ndani ya kisiwa hicho na mkwanja mrefu na mkwanja wa kutosha sana, kisha uingie humo ndani, na imeelezwa kuwa ndani ya kisiwa hicho kuna laana kubwa na hata vitu vilivyomo ndani yake, yaani vitu vyote utakavyokutana navyo ni vimelaaniwa. Na kwa nini watu wanasema kisiwa hicho kina laana? kwa sababu ukiingia ndani ya kisiwa hicho basi utazeeka kwa muda mchache sana, kuwa bibi au babu, na kadri unavyozidi kukaa ndio uzee unavyozidi kuongezeka. Wengine waliochelewa kutoka humu basi walifariki dunia, na ukiingia kisiwani hapo basi utaona ngozi yako na mwili wako inadhoofika taratibu. Macho yako yataanza kupoteza uwezo wa kuona, nguvu zako zitaanza kuwa dhaifu na pia utaona mimea iliyosinyaa, wadudu wa ajabu, na wanyama wenye sura mbaya zaidi na zenye kutisha, basi ndizo utazokutana nazo ndani ya kisiwa hicho. Hata maji ya kwenye kisiwa hicho ni ya tofauti sana. Ikiwa utaingia ndani ya kisiwa hicho, basi hutoona jua, mwezi wala nyota, yaani hutojua asubuhi, mchana wala jioni, muda wote ni kiza tu. Ajabu ya kisiwa hicho ni kwamba ukiingia ndani ya kisiwa hicho utasahau kila kitu cha huku duniani, yaani kule akili yako itakuwa kama umezaliwa leo, haina kumbukumbu yoyote ya kukumbuka dunia na utaona kwamba kama umezaliwa upya. Ukiingia ndani ya kisiwa hicho jua unayaweka ama kuyahatarisha maisha yako sadaka, kwa sababu kuona mlango wa njia ya kutokea nje ya dunia ni bahati kubwa sana na ikiwa utatoka kisiwani humo utapona, ila ukibaki utakufa. Ndani ya kisiwa hicho utakutana na vikongwe wengi sana. Ukiingia ndani ya kisiwa hicho utaona kila mtu akiwa utupu, yani akiwa uchi kabisa, na hata wewe ukienda utakuwa uchi na hakuna mtu atakaye kushangaa, kwa kuwa kule ubongo wenu utapoteza kumbukumbu kumbu, na mtaishi kama wanyama tu. Inaelezwa kuwa watu wengi walioenda kisiwani humo walikuwa na lengo la kufa. Ndani ya hicho kisiwa kuna bwawa moja lililo na maajabu makubwa sana. Yaani, ikiwa utaingia kutazama ama kuoga ndani ya bwawa hilo, basi ukitoka utakuwa na mwili wa tofauti na mwili wako utapotea kabisa, na utalala mara moja tu tena, hautalala usiku, bali ni asubuhi tu. Ajabu ya kisiwa hicho, ukiwa mtu unayemjua Mungu na kumpenda Mungu, basi huwezi kuingia kabisa, yaani hutoona njia ama mlango unaokuonyesha kuingia ndani ya kisiwa hicho lakini wenzangu na mimi wasio karibu na Mungu basi mlango utauona mapema sana. Hiki ni kisiwa chenye maajabu sana. Mmoja ya watu aliowahi kwenda ni mzee aitwaye Patel Singh. Anasema yeye alibahatika kutoka baada ya kuingia ndani ya kisiwa hicho, na inaelezwa kuwa baada ya kutoka ndani ya kisiwa hicho basi alikuwa na akili sana tofauti na mwanzo kabla ya kuingia ndani ya kisiwa hicho. Yaani kisiwa hichi ni cha maajabu sana. Ikiwa hauna akili na ukaingia ndani ya kisiwa hicho ukirudi watu watakushangaa kwa kuwa utakuwa genius. Lakini pia ukiingia ndani ya kisiwa hicho na kutoka, yaani utakuwa na mwili wa tofauti sana tofauti sana na wengine. Je, una maoni gani kuhusu kisiwa hicho? Tafadhali niandikie comment hapo chini, lakini pia nikukumbusha, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24.